Haya sasa, mimi mwenyewe binafsi nakubali kubaguliwa, nakubali kubaguliwa kwa sababu nilivyo, lazima mtu anibague. Na ukikubali kubaguliwa, kubali kubagulika, kwa sababu waga mtu ashakuchunguza. Lakini usikate tamaa kwenye kubaguliwa, endelea kukaza roho michakato yako, au sio? Na mambo atakuwa sawa, mambo atanyoka. Hmm, kila ambaye atakuwa amekukosea amekubagua amekufanya nini, kuna kipindi naamini ndugu yangu atakuja kukubali. Amini kwa boda ama ni kwa pipa, mambo yatajipa tu. Kwa hivyo usikate tamaa mdogo wangu, wako waliobaguliwa naona na wako waliokubalika, na, na mwisho wale waliobaguliwa ndio wakakubalika, waliokubalika wakakuwa wanabaguliwa tena. Hivi ndivyo dunia ilivyo, amini usiamini. Hivi ndivyo dunia ilivyo.